Yatamka, neno la mwisho la kuahirisha, ni wakumbushe tu kwa idadi hii kubwa kwamba huu ni mwaka 2025 una tukio moja kubwa sana nchini na duniani kote la uchaguzi mkuu. Kila Mtanzania kwa haki yake kabisa ya kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwenye umri kuanzia miaka 18 anayo haki ya kwenda kumchagua kiongozi anayemtaka na mwaka huu tunachagua tunachagua rais, tunawachagua wabunge, tunawachagua na madiwani. Wewe pia unayo haki ya kwenda kumchagua kiongozi yule kwa. Tunapokutana kwa wingi huu, hii ni ajenda muhimu ya kukumbushana kwamba kila mmoja ambaye tayari amefanya maboresho kwenye daftari la upigaji kura anapaswa kwenda kupiga kura. Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa alikuwa ananidokeza hapa kwamba niwajulishe kwamba Chama cha Mapinduzi chenye ukumbi huu tuliokaa, mwenyekiti wake si mwingine ni yule. Na nimewasikia vizuri hapa kutoka mwanzo, hata pia Msechu ameeleza ubora na uimara wa mama yule mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na niwaibie tu kilichotokea huko. Chama cha mapinduzi tayari, chama cha mapinduzi kimeshapata mgombea wake, naye si mwingine ni Dkt. Samia Suluhu Hassan. Tunawasubiri wengine kwenye vyama vingine. Ili mradi leo tunaringia mafanikio ya sekta ya kilimo, tunaachaje kumuunga mkono Limradi leo tunakwenda kuzindua benki kesho, na mzinduzi mwenyewe ni yeye mwenyewe, na mmeiona benki hii ilivyokuwa na mabilioni ya fedha kwa ajili yenu. Tunaachaje kumuunga mkono? Na kama ambavyo Msechu alimaliza kwa wimbo wake kwa kusema mitano tena, mitano tena, kwa mheshimiwa Samia kwenda, mimi nisiseme tena, Dokta Samia, Dokta Samia, Dokta Samia tunamuombea mitano tena. Kwenu kampigie kura siku hiyo, ili aendelee kuimarisha kilimo, aendelee kuimarisha ushirika, ili mabenki haya yalete pesa nyingi kwetu wakulima, tufanye shughuli ya kilimo iliyoendelevu. Hapo mnasemaje? Hapo vipi? Hapo vipi? Kilimo hoye! Ushirika oye! Dr Samia Suluhu Hasani hoye! Dr Huseni Alas Mwinyi oye! na nyie wenyewe wana ushirika hoye! na nyie wenye wadau wenyewe oye! Dr Samia Dr Samia! Baada ya kusema hayo, sasa natamka rasmi kuwa kongamano hili mdao mdalo huu wa wanaoshirika uliopata watu wa mada wenye weledi wenye uelewa wenye historia katika nchi hii kwenye ushirika na sekta ya kilimo nimeufungua rasmi. Asante sana kwa <todiculia> <todiculia>